Na kwenye taarifa yetu kuu, mpango wa miaka mitano wa mabilioni ya dola wa ushirikiano wa kiafya baina ya Kenya na Marekani ulipata pigo baada ya mahakama kuu kusitisha utekelezaji wake. Jaji Bahati Mwamuye wa mahakama kuu kwenye uamuzi wake alisitisha kwamba utekelezaji wake kusubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo iliyowasilishwa na shirikisho la watumiaji bidhaa za humu nchini na seneta wa Busia Okiya Omtatah, wanadai kwamba mkataba huo unakiuka sheria za data kuhusiana na takwimu za kimatibabu miongoni mwa maswala mengine. Mwanahabari wetu Ruth Wamboi na taarifa hiyo.

Siku moja baada ya rais William Ruto kupuuzilia mbali madai kwamba mfumo wa ushirikiano wa kiafya wa shilingi bilioni mia mbili na nane baina ya Kenya na Marekani utafichua deta za kimatibabu za Wakenya, shirikisho la watumiaji bidhaa nchini na gavana wa Busia Okiya Omtatah wamewasilisha kesi kwenye mahakama kuu kupinga uhalali wa mkataba huo. Kwenye hati ya mahakama za COFEK na Omtatah wanasema kuwa uhamishaji wa deta hizo unakiuka kanuni za kikatiba za kulinda deta hizo na kuziweka habari za matibabu za Wakenya katika hali ya hatari ya kutumiwa vibaya. Mahakama hiyo pia iliarifiwa kwamba watumiaji bidhaa ambao deta zao za kiafya zinahusika hawakuhusishwa kabla ya mkataba huo kutiwa saini na kwamba hali hiyo inakiuka sheria kadhaa za kikatiba. Mahakama hiyo pia iliarifiwa kwamba mkataba huo utawazidishia mzigo wa Kenya tangu Kenya ilipokubali kutoa ufadhili sawa na Marekani wa takriban dola milioni 850 mbali na ufadhili wa afya. And, uh, to demand that the, the domestic law is applicable to any contract and any treaty that is signed must be subject to the Constitution of Kenya. Kufuatia rufaa hiyo jaji Mwamuye aliamua kwamba utekelezaji wa mkataba huo uliotiwa saini tarehe nne mwezi huu huko Washington DC usitishwe kusubiri kusikilizwa kwa kesi hiyo. Kadhalika, aliagiza pande hizo mbili kuwakabidhi washtakiwa rufaa hiyo na agizo la mahakama kwa maandishi na mtandaoni, na kusema kuwa swala hilo litajwe tarehe 12 mwezi Februari mwaka ujao mbele ya jaji Lawrence Mugambi. Hali hiyo inazua changamoto kwa serikali huku mapambano hayo ya kisheria yakianza, huku wakidai kuwa sheria nyingi zilikiukwa na huenda stakabadhi za wananchi zikatumika vibaya ugaibuni. Mahakama imesimamisha mkataba huo huku maelezo zaidi yakitarajiwa Februari mwakani. Ruth Wamboi ni nikiripoti kutoka mahakama ya Milimani.